Uh, mambo vipi, karibu katika channel ya kupendwa ya Feaboy, kwa update zote kuhusu ajira, elimu na mbinu ya kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Katika video hii nitakwenda kuonyesha namna ya kuweza kutengeneza pesa kupitia platformu hii ya Momentum au Auto Uh, hatua ya kwanza unachotaka kufanya ni kuweza kujisajili sehemu hii ya uh, weka namba yako ya simu. Utaingiza namba yako ya simu, baada ya hapo utaingiza password zako katika sehemu hii ya uh, weka neno la siri, then utaingiza neno la siri tena utalithibitisha au uh, kulihakikisha. Baada ya hapo utabonyeza neno kujiandikisha. Kwa mfano namba yako labda ni sifuri sita ishirini na saba sitini na tisa sitini na tano ishirini na tatu utaweka namba zako namna hii sehemu hii utaingiza password zako hapo utazirudia password zako baada ya kufanya hivyo basi utabonyeza hili neno kujiandikisha utakuwa umekamilisha uta kufanya usajili katika platformu hii mimi nitakuenda ku login then nitakuonyesha jinsi gani platformu hii inavyofanya kazi Ah, baada ya kuweza ku log in ndani utaweza kuona namna hii kundi la Momentum limefunguliwa kwa furaha. Okay. Wewe utaweza kuona, utakapojiunga tu utaweza kupokea bonus ya shilingi 800. Asa ukiingia katika sehemu hii, hatua ya kwanza kabisa unatakiwa ufahamu uh, bidhaa utabonyeza katika sehemu hii ya bidhaa, na baada ya kubonyeza sehemu ya bidhaa utaweza kuona VIP 1 utarichaji elfu kumi na tano income ni shilingi mia tisa thelathini na saba na VIP 2 utarichaji shilingi elfu thelathini na moja VIP 3 utarichaji elfu sitini na tano VIP 4, VIP 5, VIP 6, VIP 7, VIP 8 na VIP zingine. Sasa baada ya kuchagua VIP yako ambayo unataka kuifanyia investment utarudi katika ukurasa huu wa home na baada ya hapo utabonyeza kwenye hii neno malipo utabonyeza hapa kwenye neno malipo sehemu hii utachagua sasa utaweka ile kiasi ambayo unataka kuinvest au kuweka labda ni hii elfu kumi na tano ya VIP 1 baada ya hapo utabonyeza sehemu hii ya kuchagua kituo utachagua malipo ya benki baada ya hapo utabonyeza neno hili hapa malipo then utaselect sehemu hii hapa ya kadi utabonyeza hapo Ukishabonyeza hapo utaweza kuona uh, kiasi cha shilingi elfu kumi na tano malipo ya benki, kadi, nambari ya simu, alafu kiasi halisi kilicholipwa, jina la anayelipwa. Kwa unachotakiwa kufanya sasa, utachukua hii namba hapa, utachukua namba hii ya yes, namba ambayo utaiona hapa ndio namba ambayo amba utakwenda kuichukua ili kuweza kuweka hiyo kiasi cha shilingi elfu kumi na tano. Hakikisha jina linaonekana hapa, ya huyu ambaye unamtumia hela. Namba hii jina lake ni hili hapa, jina la usajili. Kwa hiyo hakikisha namba utakayopewa hapo, namba utakayopewa, hakikisha unahakikisha hilo jina ambalo litaonekana kwa hapa juu, katika sehemu hii ya jina la anayelipwa hakikisha jina linaonekana. Kwa hiyo hicho kiasi cha shilingi elfu kumi na tano utaiweka kwenye namba hii. Baada ya kuituma sasa, ule muamala wako ambao utapata ule muamala baada ya malipo ya mafanikio pakia risiti ya malipo kwa mishafeza haraka kwenye akaunti yako. Kwa hiyo ile muamala utai screenshot. Baada ya ku screenshot, screenshot utakuja utaiweka, utai upload katika sehemu hii ya kamera, utabonyeza namna hii ili uweze kuupload utaibonyeza, utaiupload pale. Ukishakamilisha kuupload utabonyeza neno hili nimehamisha pesa, utakuwa umekamilisha kufanya recharge katika account yako. Baada ya kufanya recharge na pesa yako imeingia, utarudi katika sehemu ya biza. Alafu ukisharudi, utaenda kwenye biza yako biza kwa mfano ni VIP1. Utabonyeza hapo kwenye VIP1 kama jinsi unavyoona mimi nimeshaweka hiyo VIP1 malipo ya kila siku mia tisa thelathini na saba mapato kwa saa sita mia mbili thelathini na nne jumla ya mapato, kipindi cha uhalali wa idadi za siku, utaweza kuona hapo. Sasa utabonyeza hili neno nunua. Mita ya nimesha nunua kwa wewe sasa, mbe uja nunua hiyo bidhaa, utabonyeza hii neno nunua, utakuwa umenunua, na kama unavyoona hapa ukija hapa kwenye bidhaa yako utaweza sasa kuona bidhaa yako kama hii unavyoona vip VIP1 mapato kwa saa sita, hii ipo katika uzalishaji, nimeshainunua na ndo maana hapo unaweza kuona mapato yangu ni mia nne sitini na nane pointi tano okay. Sasa hapo ukishakamilisha yote, utaenda katika sehemu ya ya home tena hapa utakuja katika sehemu hii ya uondoaji, utabonyeza hili neno uondoaji. tafadhali weka neno la siri la malipo kwanza, kwa utakuja sasa kuweka neno lako la siri la kuweza kufanya withdraw. Utaingiza neno lako la siri hapa hapo, utathibitisha neno la siri, baada ya hapo utabonyeza hakikisha. Ukishaweka neno lako la siri utabonyeza hakikisha, okay. sasa hapa unaweza kufanya kutoa pesa yako, uondoaji, salio la akaunti hiyo, weka kiasi cha ja uondoaji, asilimia kumi na tano ya ada itakatwa. Kwa hiyo amekuambia hakikisha, kiasi cha ja chini cha kutoa ni shilingi elfu moja. Kwa hiyo ikifika elfu moja ndo utaweza kutoa, na uondoaji unaanza kuanzia saa nne asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni. sasa hapo utakuja, utaweka kiasi ambacho unataka kuondoa, ila iwe juu ya elfu moja isiwe chini ya elfu moja Sehemu hiyo utachagua njia ya malipo au njia ya uondoaji. Hapo utaweka kiasi kwanza, labda ni elfu mbili unataka kuondoa elfu mbili alafu hapo utachagua njia ambayo unataka kufanyia uondoaji. Ushachagua njia. Na hapo utaingiza neno lako la siri, utaingiza neno la siri hapo. Okay. Kwa njia uondoaji itakuja baada ya hii kufika kuanzia elfu moja na kuendelea. Sasa utarudi tena katika sehemu hii ya zawadi, utakuja katika sehemu hii ya zawadi utaweza kuona hapa, kati ya zawadi za ujazo wa salio, misheni ya binafsi, kazi za timu Ukiongeza shilingi elfu arobaini utapata elfu mbili kama zawadi. Ukiongeza hiyo utapata hiyo. Hizi ni zawadi ambazo baada ya kurecharge, lakini kuna kazi za team pia, usambazaji pia, kazi za team pia. Utaweza kupata bonus hadi asilimia tatu asilimia moja na kuendelea, utaweza kupata pia bonus. Ukija kwenye sehemu hii ya team, hii ni sehemu ambapo utaweza kuona kiasi cha kurecharge team utaweza kuona jumla ya mapato, jumla ya idadi ya wanachama pia utaweza kuona punguzo la kiwango cha kwanza asilimia ishirini, idadi ya wajumbe utaweza kuona asilimia. Kwa level 2 utapata asilimia tatu, na level 3 utapata asilimia moja sehemu hii utapata invitation link yako kama jinsi unavyoiona hapa. Utaikopi ili uweze kushare na wengine na wewe kuweza kujiunga. Link nimekuwekea katika description ya video hii, hakikisha unajiunga pale. Ukija katika sehemu hii amini, utaweza kuona hapa uh, salio lako, utaweza kuona hapa mapato ya jumla, pia utaweza kuona bahati na sibu, unganisha kadi ya benki. Utakuja sasa katika sehemu hii ya kuunganisha kadi ya benki ili uweze kutoa pesa yako. Kwa hiyo utakuja hapa, utachagua benki ambayo unataka kuunganisha. Kama ni CRDB benki, kama ni NMB benki, kama ni Mpesa utaweza kuchagua hapo. Kwa hiyo hakikisha namba ya simu unayoweka ni ya Mpesa au ni NMB bank au ni CRDB bank, ili uweze kutoa labda ukaweka hii Mpesa, utakuja jina, utaweka jina hapo ambalo litaonekana katika... jina ambalo litaonekana katika kadi yako hiyo ya Mpesa. Hapo utaingiza namba, tafadhali weka namba ya kadi yako ya benki, utaingiza namba ya kadi yako ya benki. Na hapo utaingiza nambari ya simu, tafadhali weka namba yako ya simu, simu utaweka namba ya simu hapa. Baada ya hapo, utabonyeza neno hakiki. Utakuwa umekamilisha kuweka au kuunganisha kadi yako ya benki na baada ya kukamilisha hilo, ukirudi katika sehemu hii ya home, ukitaka kubadilisha neno la siri la malipo utakuja hapa, badilisha neno la siri la kuingia. Rekodi za uondoaji utaziona hapa, maelezo ya ufadhili uondoaji na malipo pia, kila kitu kipo hapo kwao. Linki ya kujiunga nimekuwekea katika description ya video hii, na hakikisha unajiunga na grupu letu ili kuweza kupata update zote. So, kuhusu platform yetu hii mpya leo, asanteni na karibuni.